Kungunero wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma, naibu waziri wa ardhi nyumba maendeleo na makazi Mheshimiwa Geophrey Pinda akimwakilisha naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Doto Biteko amesema kuwa serikali imeanza mapitio ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 ambapo toleo jipya la mwaka 2023 linajikita katika utoaji wa elimu inayozingatia ujuzi kulingana na mahitaji halisi ya soko la ajira. Serikali kwa upande wake imeendelea kuboresha miundombinu ya kufundishia eh, na kujifunzia katika shule na vyuo. Aidha, serikali imeanza kutekeleza sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 23. toleo la mwaka eh, 2023. Sera hii inalenga kutoa elimu inayozingatia ujuzi kulingana na mahitaji ya soko la ajira na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Hivyo, ujenzi huu wa maktaba na uimarishaji wa usomaji wa vitabu ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika uhitaji wa elimu bora kwa kila Mtanzania. Kama serikali tunaahidi kutoa ushirikiano wa hali ya juu wa hali na mali kwa Genesis for Children Organization, na wadau wengine wote wanaoonesha nia ya dhati ya kuimarisha sekta ya elimu hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Genesis for Children Organization, napenda kutoa shukrani zangu za dhati, zetu za dhati kwa uwepo wenu katika tukio hili ambalo lina lengo la kuhamasisha usomaji wa vitabu, kuonyesha umuhimu wa kuwa na maktaba katika shule zetu. Genesis for Children Organization ni taasisi sio ya kiserikali yenye dhamira ya kukuza elimu kwa watoto wa vijana kupitia usomaji wa vitabu na uboreshaji wa mazingira ya kujifunzia. Tunaamini kwa kuwa vitabu ni msingi wa maarifa na maendeleo katika jamii yoyote. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kushirikiana na bandari kuu ya Tanzania na View Life Foundation iliyopo Marekani tumefanikiwa kujenga na kukarabati maktaba tatu katika shule za Dodoma moja, Dar es salaam moja na Zanzibar moja. Hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha wanafunzi wanapata fursa ya kusoma na kujifunza katika mazingira bora. Tuko leo kwenye hifadhi wa ya wanyamapori ya Mkungunero kutokana na dhana ya matembezi ya vitabu, ambayo lengo, na, lengo lake kubwa ni kwenda kujenga maktaba katika shule za msingi na sekondari ndani ya taifa letu la Tanzania. Tokana na taasisi ya Genesis inayoongozwa na mkurugenzi wake, alituletea wazo sisi kama wasomi, ni kwa namna gani sasa tunaweza kupata wasomi kuwahusisha kwenye wazo lake la matembezi ya vitabu ili sasa wasomi kama wasomi naf, tuna nafasi gani katika taifa letu, katika kusapoti shughuli amba, mbalimbali ambazo zinaongozwa na taasisi mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya taifa letu la Tanzania, katika ujenzi mbalimbali wa maktaba kwa wanafunzi. Ili uweze kuwa na maarifa makubwa sana, uweze kuwa na uraa mkubwa sana katika nyanja mbalimbali, ni lazima usome vitabu, na ni lazima sasa kama sisi ambao tunasoma vitabu kwa, kwa uchache tuweze kutia juhudi ujenzi wa maktaba. Hatuwezi kujidanganya kwamba hizi kwa udigitali wa siku hizi kwamba kuwa na simu si nini, ndio utaweza kusoma vitu vyote. Hapana, kusoma kitabu kuna raha yake. Vitabu vimerahisha vitu vingi mno. Kuna unyambali unya, unya, unyambali, wanasema unyambali lakini unaposema kitabu chenyewe kuna vitu hadi copy kuna vitu ambavyo unavipata na vinaweza kusaidia. Kwa hiyo lazima tuhamasishe ujenzi wa maktaba, vijana waweze kusoma maktaba, watoto waweze kusoma maktaba kwa ajili ya kunufaika pamoja na kujua aina mbalimbali na kuongeza maarifa kwa ajili ya Tanzania, Tanzania taifa letu pamoja na Afrika kwa ujumla. Maktaba hizi huwa nzuri wa kujenga maktaba kwa ajili ya kukuza maarifa. Maktaba kwa maarifa. Mimi nafikiri ni jambo zuri na ni jambo ambalo tu tumehamasishwa na tuwahamasishe watoto wa wetu vitukuu vyetu wajukuu wetu, na kila mtu aliye Mtanzania wa sasa ashawishike achangie achangie, kwanza kujenga hizo maktaba, lakini pia kuweka hivyo vitabu, lakini kuhamasisha watoto wetu kwenda kusoma badala ya kuingia kwenye haya mambo ambayo sasa hivi yanamaliza ulimwengu. Mtoto akienda maktaba akisoma anajisomea anapata maisha ya baadaye mazuri na mapana ya elimu, kulikoni kwenda kuangalia video, kwenda kwenye miziki, kwenda kwenye haya mambo mengine mabaya, mabaya. Vivu wanafunzi kwa kutoa kujisomea ni sababu ya wanafunzi kutoa kwenda maktaba kujisomea ni hulka na kuna ngine ni uvivu. Wengine uvivu kusema atoke hapa mpaka aende maktaba kwa ajili ya kuchukua vitabu kusoma inakuwa ni shida, mwingine ni hulka yake, sababu anakuwa kitu cha kwanza kiamka asubuhi ni kushika simu mitandao. Unajua mitandao inashawishi sana sasa hivi mm, japo inasaidia kwenye kusoma, ila kuna vishawishi vingine. Ushauri wangu kwa wanafunzi, tuwe na tabia kujisomea vitabu sababu vinaongeza maarifa. Mimi ambao tunaishi kwa sasa hivi eh, tunataka tuweke mkazo kwa watoto wetu, akiwa tu mdogo hivi waanze kumfundisha kwa maarifa yako kwenye kitabu sababu so, ya utandawaza ambao tuko nao sasa hivi wazazi wengi wameishia kwenye kuwaweka wana watoto wao kwenye kuangalia TV ambapo unakuta anachojifunza akiwa mdogo ndo hulka yake inakuwa hata atakavyokuwa mkubwa, ataacha haya maarifa ambayo yako kwenye vitabu. Lakini ukimfundisha mwanzoni akiwa mdogo, anajua baba yangu alinifundisha maarifa yako kwenye kitabu. Unakuwa pia kama ni zawadi unampa, akisoma kitu fulani, unakuwa namuuliza maswali ambayo yako kwenye kitabu. Kwa sasa hivi tukiangalia watu wengi hawapendi kujisomea kutokana, mimi nasema kutokana na mazingira. mazingira yale ambayo yalikuwa zamani na sasa hivi ni tofauti sababu watu wengi sasa hivi wanajali masuala ya mitandao kuliko kutafuta vitabu na kujisomea. na tukisema kujisomea tunazungumzia kujisomea vitabu na sio kujisomea yale mambo ambayo yako katika mitandao ya kijamii. kwa hiyo rai yangu kwa wanachuo wote na wasomi wote katika Tanzania yetu kwamba tujenge hari na moyo wa kwenda katika maktaba zilizojengwa katika wilaya, mikoa, taifa. Tuingie tukajisomee. Matembezi hayo ya hisani iliambatana na shughuli mbalimbali za kijamii ikiwemo uchangiaji wa vitabu, washa za kusoma na maonyesho ya machapisho ya watoto na vijana. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, like, comment na share ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.